hakuna tofauti ya mkikuyu kutoka murang'a kutoka kirinyaga kutoka meru kutoka embu sisi wote ni wa Mount Kenya wale watu ambao mungu ametumia sana kushikanisha jamii ni hawa waimbaji wa excellence ukiona mtu kama kamande wa kioi yako hapa hawa senior Ukiona mtu kama Bishop George Washira wa Rokemi ako hapa. Ukiona mtu kama huyu wa Kirenyaga Apostle Job Ayub ako hapa wow. Ukiona koroga wa wajiko wote wako hapa, na wote na hata sitawataja na majina ujue waibaji wote kutoka siku ya leo na kutoka ile siku ulituambia kujeni tufanye kazi pamoja sisi wote tuko nyuma yako na tunakupenda kama mtoto wetu wa mlima.